Cha kwanza kabla uja forward, hujasukuma ule ujumbe kwenda magrupu mengine, kwa mtu mwingine mm -hmm. Hakikisha kile kitu ni sahihi. Sasa unathibitisheje? Kwa kama ni habari kuhusu masuala ya kitaifa nini, nenda kwenye kurasa rasmi za vyombo vya habari vinavyoaminika mm -hmm. Nenda kaangalie. Haiwezi kuwa habari kubwa ya kitaifa mm -hmm. hakuna hata chombo hata kimoja cha habari cha kitaifa kikao kimegusia lile jambo mm -hmm. kama kama linasema hii TCRA imefanya hivi mara mm, nyingi wanachapisha kwenye mitandao mm, yao ya kijamii. Mm, nenda kwanza kwenye kurasa rasmi za TCRA mm, nenda kaangalia ambazo ni tcra_tanzania barabara. uh -huh. Kwa hiyo kwenye WhatsApp ukiachana na hiyo channel ambayo iko verified sehemu kubwa tunasisitiza watu wasiforward ujumbe kabla ya kuthibitisha zile taarifa. Na saizi kuna namna ambapo watu hawo wa uzushi wanatengeneza, anajifanya hii post oh, imetoka let's say X kwao, ame screenshot, na naona labda na hendo pale ya beni, kumbe ameenda ameichezea chezea kwenye hizi software, halafu sio kweli. Kwa hiyo unasema ah hii mbwana, kama inafanana na bebe. hmm. Kwa hiyo unakuta content ambayo inatokea X inasambaa WhatsApp bila kuwa na link original pale, yeah, okay. Ano ume, umeshuhudia sana. Kwa hiyo WhatsApp, narudia tena usisambaze taarifa kabla hujathibitisha. Nenda kwenye peji rasmi za vyombo vya habari, kwenye mamlaka husika ili uweze kuona. Na kama ukiona ile habari inayosambaa ni ya uzushi na ya ukweli, unayo chukua ile habari ya ukweli, ingiza lile kwenye ile grupu ambapo habari ya uzushi inasambaa. Waambie mm -hmm, habari inayosambaa ni uzushi mm -hmm.